Sauti ya diwani wetu. Wamayo na wawawa mwadela, mwadela. Yemizilenege gwashi mlengula, ndugu zangu wananchi wamwakumega, nimepewa nafasi hii ili na mimi niweze kuongea. Lakini ndugu zangu, sitawachosha kwa sababu najua nitakuja na mimi kama mimi lakini niseme machache yaliyopitiwa. Mimi mlinipa kula hapa kuongoza miaka mitano, ilikuwa sijui pa kuanzia. Kwa hiyo muda mwingi nimeutumia kujifunza. Sasa ni kiongozi ninayejua kazi, msiwe na hofu na Ngagaja. Kama kipindi kilichopita kama kuna mapungufu yajitokeza kwa sababu ya ugeni wa kazi. Sasa niko imala, kusema kweli Ngagaja ni mutu wa bahati olo ufumu mundu ouhojo lya miremo olo muganga ondaja olo choko saba golo goti mato omnandwala opongoka nasema kwa sababu gani? Kwa miaka mitano ambayo najifunza na huku natekeleza maendeleo ya wananchi, nimefanya kazi kubwa ambazo zilikuwa zimeshindikana zikawezekana, shughuli tatu ambazo zilikuwa zimeshindikana miaka nenda rudi, eingo wano mpaka bale wingila kuajira mesome ya mbingo pakupanga bando wosoma wojavoja paka waka ajiriwa, e eto embingo etoosomekaga lakini kwa kusimamisha kiongozi mwenye bahati ihoco lyamilemo mbingo likabalikiwa jombe jingine la pili emahaha yalehoco ya muze ya, ya miaka nenda ludi lakini saizi maji mahaha yanatoka ingawata omuladi hojakamilika vizuri eri barabara lyauakomega yale historia onene nale diwani osaba katere kwengahabohuru nikija bananse abadiwani esita obegetegakekatele lakini kwa bahati ya kumusumisha ngagaja obahati otukayapata haya Ndugu zangu watu wamwakumega mahaha Shishani nisiwa choshe nitakuja, nisiwa choshe nitakuja tarehe ishirini na tisa. Tukumbuke sasa kumpigia Ngagaja, kumpigia Kiswaga, kumpigia Samia amba yosha koyo.